Siku ya pili ya kampeni za mgombea urais wa chama cha NRA Almasi, Hassan Kisabya katika mkoa huu wa Dodoma, akianza na wilaya ya Kongwa na sasa yupo katika halmashauri ya jiji la Dodoma kampeni zake akizifanya katika kata mbalimbali za jiji hili ikiwemo kata hii ya Majengo ambapo hapa anakutana na wananchi na wafanya biashara, na kwanza anaanza kutema sera zake, akianza na baraza la mawaziri. Sisi tumesema mawaziri kumi wanatosha kuhakikisha Tanzania inakuwa salama Alafu mawaziri hao katika wizara zao tunawawekea wataalamu katika kila idara ili wataalamu wawasaidie kufanya maamuzi ya kitaalamu ili nchi iweze kuwa na wizara zenye kuzalisha kuliko wizara zenye kutumia. Katika kampeni zake akagusia suala la maji na namna atakavyokwenda kulitatua. Tutawapa Watanzania wote maji bure, kwa sababu tunaweza kuwaeleza, tutawapaje watu maji bure? Tanzania hatuna umaskini wa mito Tanzania hatuna umaskini wa maziwa. Sekta ya habari nayo haikuachwa nyuma, ambapo mgombea huyu anasema kwa kutambua umuhimu wa wanahabari na vyombo vya habari atatenga bajeti maalum ya kuendeleza sekta hiyo. chombo chochote cha habari ambacho kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, kimetimiza matakwa, sisi tunasema lazima tuwape ruzuku. Lakini je, wakazi wa jiji hili la Dodoma wanazungumziaje sera za mgombea huyu? Mimi nimeguswa sana katika eneo la huduma za afya. Amezungumza mada moja kwamba maiti zinauzwa kweli. Utakuta mtu mwingine amepeleka mgonjwa hospitalini, mgonjwa nimempeleka lakini hajapona, lakini pia utakuta wanandai gharama, nilipe ni za nini? Almasi Hassan Kisabya wa NRA anamaliza kampeni zake hapa Dodoma na kesho atakuwa katika wilaya za Manyoni na Ikungi mkoani Singida. George Mbara Azam News, Dodoma <muchas>